Girls in ICT. Inclusive digital transformation. Sisi katika jamii, yani hiyo sehemu ambayo mimi nataka nitengeneze project yangu kwa ajili ya kusolve tatizo. Leo Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania tumekuepo katika Chuo Kikuu cha Suza kwa ajili ya wasichana ambao wametoka katika skuli tano za hapa Zanzibar. Wasichana wako 30 ambao watakuwa wanapata mafunzo kuhusu ndege nyuki na mafunzo mengine mbalimbali ya tehama. Kuna mabadiliko pia, kumbe tunaweza tukatumia mitandao kwa ajili hata kutafuta hizo idea ni nini inaweza kufanya. Na nia hasa ya haya mafunzo ambayo ni ya siku tano, ni kuweza kuwafanya wasichana waweze kupenda masomo ya tehama, kama ilivyo kauli mbiu mwaka huu, ni mageuzi jumuishi ya kidijiti. Ndio maana unakuta kwamba tumechukua makundi mbalimbali mbali, kwamba na wao wawe jumuishi, wale ambao ni walemavu wale, wale ambao ni wa skuli ya awali wale, skuli za sekondari na vyuo vikuu, wote kwa pamoja tuende pamoja katika kupata elimu hii.